Tafsiri ya Kiswahili: mwanamke aliyeangushwa na polisi akafundishwa kuruka. Polisi walimfukuza mwanamke mweusi mlemavu kutoka kwenye mwamba, bila kujua kwamba alijua jinsi ya kuruka hewani bila mwavuli. Walifikiri ingeishia kwa kelele na ukimya, ripoti iliyosahaulika, kesi iliyofungwa na mwili kupotea kwa upepo. Lakini hatima ilikuwa na mipango mingine. Walichokijua ni kwamba huu haukuwa kuanguka kwa mwanamke mnyonge Ulikuwa ni kuinuka kwa kitu ambacho hawangeweza kamwe kukielewa: nguvu iliyozaliwa kutokana na maumivu, uhuru uliotokana na dhuluma, na mbawa zilizotengenezwa kwa hasira na uthabiti. Kaanami hadi mwisho, kwa sababu hisi hadithi tu ni hesabu. Jiunge sasa, kwa sababu unachokaribia kusoma kitakufanya ujiulizeni nani hasa anayanguka na nani hatimaye anajifunza kuruka. Kwenye kilele cha Kunguru, Ravenspeak. Walizungumza kuwa upepo kwenye kilele cha kunguru Raven's Peak ungeweza kungoa roho kutoka kwa mtu, lakini usiku huo ulinong'ona jina lake. Alia aliketi kwenye kiti chake cha magurudumu karibu na ukingo ta za jiji zikitikisika chini sana kama nyota zenye hofu, na katika kifua chake sauti ya mapigo ya moyo wake ilikuwa kubwa kuliko kingora kilichomfukuza mara moja kupitia mitaa iliyovunjika ya Atlanta. Kwa miaka, Aliyah alikuwa asionekane, mwanamke ambaye watu walimuonea huruma kwenye vivuko vya barabara, mfanyakazi wa usafi ambaye alisafisha sakafu za jengo la mahakama yule ambaye alikuwa amepondwa kati ya haki na maisha. Lakini usiku wa leo hakuwa akikimbia tena. Dhoruba juu yake haikutokana na mvua au radi, ilitokana na ukweli uliofichwa kwa muda mrefu na kujitahidi kutoka nje. Masaa machache mapema alikuwa amefichua kitu katika kumbukumbu kumbu za polisi ambacho hakikukusudiwa kuwepo, picha za video zilizowaonyesha wanaume waliomfunga kaka yake kwa kosa ambalo hakulifanya picha za video zilizothibitisha kifo cha mama yake hakikuwa ajali, na alipozipeleka kituoni akidai majibu, aliona dhihaka zile zile, ukatili ulule uliofunikwa katika sare za bluu. Sasa taa za magari zilikata ukungu nyuma yake, magari yasiyo na alama, injini zikivuma kwania. Aliwahisi kabla ya kuwasikia kama tetemeko chini ya ngozi yake. Hofu ilitaka kupanda juu ya uti wa mgongo wake lakini alifunga mikono yake kwenye chuma baridi cha kiti chake, imara kama askari. Alikuwa ameona hili linakuja, alilihisi katika kila usiku bila usingizi, katika kila tishio lililonong'ona, lililomfuata kama kivuli. Walifikiri wamemweka kona, mwanamke mweusi mlemavu, kwenye ukingo wa mahali pasipojulikana. Lakini walichokijua ni kwamba Alia alikuwa anajiandaa kwa usiku huu kwa miaka mingi alikuwa amejifunza kuhamasika si tu kwa mwili wake bali kwa akili yake, silika zake, imani yake. Ukweli haukuwa mzito, ulikuwa na mbawa, na yeye pia, ingawa bado hakuwa amejua za aina gani. Sauti ya milango ya magari kufungwa ilijirudia kama milio ya risasi kupitia ukungu. Haupaswi kuwa unapekwa, Alia, sauti yake ilisema, mzito, imara na iliyojaa kiburi. Hakutazama nyuma. Macho yake yalielekezwa kwenye upeo wa macho ambapo dhoruba ilikuwa ikipasuka ikivuja dhahabu gizani. Unadhani unaweza kunitisha? Alisema kwa utulivu, maneno yake yakitetemeka, lakini si dhaifu. Tayari mlichukua kila kitu. Mapumziko, hatua ya buti, kukwangwa kwa changarawe. Mwanamume huyo alikaribia, siluete yake imemezwa na ukungu. Bado tunaweza kufanya hili liwe rahisi, alisema nipitu lakini flash drive ilikuwa imetoweka, imefichwa mahali ambapo hawataipata kamwe. Alia alitabasamu kwa mara ya kwanza usiku huo, mamechelewa mno kuanguka kuna koinua. Na hapo ndipo ilipotokea, dunia ikipinduka, kiti cha magurudumu kikianguka, anga ikimla hukumwamba ukilegea chini ya magurudumu yake. Kwa mapigo ya moyo kulikuwa na ukimya tu, hakuna keleli, hakuna sauti ni kushuka kusikoisha na upepo ukipanda kumlaki. Lakini basi kitu cha kale kiliamka ndani yake, sio misuli, sio uchawi, bali kumbukumbu. Kumbukumbu kumbu ya kila wakati alipoanguka na kuinuka tena, kumbukumbu kumbu ya sauti ya mama yake ikinong'ona, hawawezi kuvunja kile kilichozaliwa kuinuka. Giza chini yake halikuwa kifo, ilikuwa ni nafasi, ilikuwa ni uhuru. Na kabla ardhi haijamdai, Aliyah alinyusha mikono yake akahisi kishindo cha hewa kikimkamata, na kwa mara ya kwanza maishani mwake aliacha kuanguka. Hakuwa akiruka kwa sababu alikuwa na mbawa, alikuwa akiruka kwa sababu hatimaye alikumbuka. Hakuwa hikuzihitaji kuzaliwa upya. Aliyah alipofumbua macho yake, alfajiri ilikuwa ikivuja kupitia miti, mwanga laini ukipepesa usoni mwake kama pumzi ya kwanza ya rehema baada ya usiku wa hukumu. Kuanguka kungepaswa kumua, kuvunja mifupa yake, kuvunja uti wake wa magongo tena, lakini alikuwa hai. Amelala katika kukumbatiwa kwa mizizi iliyochanganyika chini ya korongo. Kiti chake cha magurudumu kimevunjika karibu na ye kama mzimu wa maisha yake ya zamani. Mikono yake ilitetemeka alipogusa kifua chake. Mapigo yake ya moyo yakiwa imara lakini ya ajabu. Kana kwamba moyo wake ulikuwa ukipiga katika ulimwengu miwili kwa wakati mmoja, moja wa mwili na moja wa roho. Hakuweza kukumbuka jinsi alivyonusurika. Alichokikumbuka tu ni upepo ukimfunika kama mikono ya mama, ukimbeba, ukimshikilia, ukikataa kumwacha afe. Alijaribu kusonga, na maumivu yalipiga kelele kupitia yeye, lakini hayakuwa maumivu ya kushindwa. Yalikuwa maumivu ya kuzaliwa upya juu yake mwamba ulioonekana kama mdomo wa monster ambaye alikuwa amemkimbia, na mahali fulani huko juu wale wanaume waliofikiri wamemfuta walikuwa tayari wakifuta ushahidi, wakiandika jina lake katika orodha ya roho zilizopotea. Lakini hawa kujua bado alikuwa anapumua, bado anawaka, bado anabeba ukweli ndani yake. Safari ya ukweli alia, alijivuta kwenye tope, kila inchi kwenda mbele ikiendeshwa na hasira ileile ambayo ilikuwa imemfanya amini katika haki. Uso wa kaka yake uliangaza mbele ya macho yake, kicheko chake, kukamatwa kwake, seli iliyokuwa jeneza lake. Hawatanizika kama walivyomzika yeye, alinong'ona kwa meno yaliyokazwa, akitamba kuelekea mwanga wa jua, hadi akafika barabara ya udongo. Lori dogo la kubebea mizigo lilipunguza mwendo kwa mbali, injini yake ikivuma kama mapigo ya moyo makulima, ndevu za kijivu, macho mazuri, harufu ya dizeli na nyasi. Alisimama, akatazama chini, na kwa muda ulimwengu wao uligongana: mwanamke aliyesahaulika na mwanamume ambaye alikuwa ameacha kuamini miujiza kwa muda mrefu. Alimsaidia kuingia kwenye lori bila kuuliza maswali. Lakini ukimya wake ulizungumza juu ya utambuzi. Alikuwa ameona uso wake kwenye habari. haupaswi kuwa hai, alinung'unika unika, akiendesha haraka, knuckles zake zikiwa zimefifia kwenye usukani. nadhani sikupata taarifa hiyo, alisema akilazimisha tabasa mudogo. Waliendesha kwa masaa kupitia barabara zenye kupinda hadi wakafika kwenye kanisa lililoachwa karibu na mto, mahali ambapo palionekana kuguswa na wakati. Mkulima alimwacha hapo na chakula na maji, akisema tu, watakuja wakitafuta, lakini una kitu wanachokiogopa. lori lake lilipotoweka kwenye upeo wa macho Alia haliketi peke yake katika ukimya akizungukwa na viti vya kanisa vilivyovunjika na nyimbo zilizofifia, akijaribu kuunganisha vipande vya kile alichokuwa amekuwa. Flash drive, ile walioitaka bado ilikuwa salama, imefichwa kwenye lining ya koti lake ikiwa na ukweli wa kutosha kuharibu kila mwanamume ambaye alikuwa amepanga njama dhidi ya familia yake lakini ukweli haukuwa na maana bila sauti ya kubeba, na ilibidi aamue kuinuka tena au kubaki kuzikwa katika majivu ya nafsi yake ya zamani, kukutana na dhoruba. Usiku ulipoingia, aliwashamshuma kwenye altar iliyopasuka na kunong'ona ona maombi, sio kwa msamaha, bali kwa nguvu. Kisha akasikia nyayo nje, polepole zikikaribia kwa makusudi. Mapigo yake ya moyo yalikuwa haraka Vivuli vilisogea kwenye kioo chenye michoro na miale ya tochi ikakata giza. Walikuwa wamempata, lakini wakati huu hakuwa mwanamke yule yule ambaye alikuwa amevingirika hadi ukingo wa mwamba huo. Wakati huu alikuwa na mbawa ambazo hawangeweza kuziona. Mlango ulikaribishwa kufunguliwa kwa kishindo, na macho ya Alia yalidhihirisha moto kama dhahabu iliyoyeyuka. Mwindaji alikuwa amerudi kumaliza alichokianza, lakini windo lilikuwa limejifunza jinsi ya kuruka. Mvua iligonga paa la kanisa kama mapigo ya moyo ya kikimbilia ya hatima, na Alia aliketi katika aisle yenye kivuli, akitazama mlango ukipumua kwa kila upepo, akili yake ikiwa kali kuliko hofu yenyewe. Mwanamume aliyeingia hakuwa tena na sare alikuwa amevua beji yake kwa kutokujulikana, lakini hatia iling'ang'ania kwake, nzito kuliko silaha. Na hata kupitia giza alitambua msimamo wake, siluete ile ile iliyonyuka kutoka usiku ule kwenye mwamba. Kwa muda mrefu hakuna aliyesogea. Hewa kati yao ilikuwa nene na kila kitu kisichosemwa. Na sauti ya Lea ilivunja ukimya kwanza, shwari na imara, kama mtu ambaye hatimaye alikumbuka nguvu zake mwenyewe. Umekuja hapa kote kumtafuta mzimu, alisema, na maneno yake yalining'inia ya hewani kama moshi. Mwanamume huyo alisita, tochi yake ikitetemeka ikitafuta uso wake kana kwamba anaona mzimu. Huelewi unachofanya, alinungunika, lakini sauti yake ilibeba mtikisiko wa mtu ambaye alielewa vizuri sana. Aliya aliendelea mbele mwanga wa mshuma ukichora sifa zake katika moto wa kahawia. Macho yake hayakuwa yakiomba tena, bali yakichoma. Ninaelewa vya kutosha, alijibu. Ulimua kaka yangu kwa uongo, na sasa unajaribu kuzika ukweli na mimi. Alinyusha mkono ndani ya koti lake, akitoa flash drive, kipande kidogo cha plastiki kilichoshikilia thamani ya ufalme ya uharibifu. Hii ndiyo kila kitu ulichojaribu kuficha, kila jina kila sahihi, kila dua ulilofikiri halitaona machana. Pumzi ya mwana mume huyo ilishikwa. Alirudi nyuma kana kwamba ukweli wenyewe ulikuwa silaha iliyomwelekezea. Ukiachilia hiyo, alisema utachoma, idara nzima. Midomo ya Aliya ilijikunja katika tabasa mudogo sana. Basi labda inahitaji kungua ne. Radi ilinguruma kama makofi. Katika wakati huo, hakuwa mkimbizi alikuwa dhoruba, hesabu katika mwili na mfupa. Mwanamume huyo aligeuka kuondoka, lakini sauti ya alia ilimsimamisha tena. Waambia, alisema kwa utulivu kwamba mwanamke waliyemtupa alijifunza jinsi ya kuinuka, nguvu ya kuruka. Alipundoka, aliketi peke yake chini ya, ya paa linalovuja akitetemeka, sio kwa hofu, bali kutokana na uzito usioweza kuvumilika wa uwezekano. Mahali fulani kwa mbali vingora vililia, sio vikimfukuza bali vikiita ulimwengu kushuhudia kile kilichokuwa kinakuja. Alifungua kompyuta ndogo ya zamani akachomeka flash drive na kutazama faili zikipakia, mamia ya nyaraka, picha, ripoti, ushahidi wa rushwa iliyokuwa imejaa kiasi cha kuvuma kupitia skrini. Mikono yake ilitetemeka, lakini alibonyeza send hata hivyo akitoa ukweli ulimwenguni kama ndege kupitia ngome iliyo wazi. Kwa mapigo ya moyo alifikiri, alimwona kaka yake amesimama karibu naye, akitabasamu. Mvua ilikoma, alfajiri ilikata dirisha kwa mistari miambamba ya dhahabu, ikigusa uso wake. Na kwa mara ya kwanza katika miaka, Alia alijisikia hana uzito, sio kwa sababu alikuwa akiruka, bali kwa sababu mvuto haukuwa na mamlaka tena juu ya roho yake. Wakati jua lilipopanda kikamilifu juu ya vilima, jiji zima lilikuwa tayari likichochewa chini ya uzito wa ufunuo, skrini zikimulika vichwa vya habari, redio zikitetemeka kutokana na kutokuamini, sauti zikipanda katika mitaa ambayo hapo awali ilikuwa kimya. Faili ambazo Alia alituma zilikuwa zikisambaa kama moto wanika kupitia moyo wa kila chumba cha habari na mahakama ambayo ilikuwa imepa mgongo ukweli. Aliketi kwenye benchi karibu na mtu akiwa amevaa koti kongwe, upepo ukiinua nywele zake kana kwamba pia ulikuwa unasherehekea kunusurika kwake. Upande wa pili wa maji, helikopta zilizunguka zikimtafuta mtu ambaye hakuwepo tena. Kwa jinsi walivyomkumbuka, mwanamke aliyeanguka alikuwa ameondoka akibadilishwa na yule ambaye alikuwa ameinuka. Mpitaji mmoja alimtambua kutoka matangazo, uso wa yule anayeitwa mnusurika wa miujiza, na akasita kusema, lakini Aliyah alitabasa mutu na kuwaambia waambie niko sawa, kabla ya kujisogeza mbele zaidi kwenye njia kuelekea daraja la zamani lililometameta katika mwanga wa asubuhi. Kumbukumbu zilikuja kwa mawimbi, kicheko cha mama yake ahadi ya kaka yake, usiku usioisha wa kusafisha sakafu za marumaru zilizoelezea haki ya kila mtu isipokuwa yake mwenyewe. Kila kumbukumbu kumbu ilijisikia nyepesi sasa kama manyoya yakitoka kwenye mzigo ambao alikuwa amebeba kwa muda mrefu mno. Mahali fulani nyuma yake vingora vililia tena, lakini wakati huu hawakuwa wawindaji; vilikuwa mwangwi wa mfumo ukianguka chini ya siri zake mwenyewe. Wanaume waliomfukuza walikuwa wakiitwa, wakihojiwa, wakisimamishwa kazi. Mmoja alikuwa amejisalimisha. Ulimwengu ulikuwa ukitazama, na kwa mara ya kwanza ulimwengu ulimwona. Waandishi wa habari baadaye wangelita hili, kuanguka kulikobadilisha kila kitu, hadithi kuhusu mwanamke ambaye alikataa kubaki amevunjika. Lakini kwa Alia, muujiza ulikuwa rahisi zaidi alikuwa amejifunza kwamba kuruka hakuwa husu kutoroka mvuto, bali kuhusu kukaidi matarajio. Alisimama kwenye daraja akitazama chini mtoni ambao ulingaa kama anga ya majimaji, na kwa muda mfupi alihisi kuinuka kumwelevu ambako alihisi wakati upepo ulipomwokoa uzi usioonekana ukiunganisha dunia na roho, maumivu na kuachiliwa. Hakuwa akikimbia tena, alikuwa anaongoza dhoruba aliyokuwa amekuwa. Nyuma yake, msichana mdogo alinyonya mkono wa mama yake, akimnyoshea kidole Aliyah, kwa hofu, akinong'ona. Je, huyo ndiye yule bibi anayeweza kuruka? Na Aliyah aligeuka, macho laini, akijibu bila maneno kwa kuinua tu uso wake kwa upepo. Wakati ule ulishikilia, kimya, usio na mwisho, takatifu, na kisha akasonga mbele. Kila kusukuma kwa magurudumu yake ikiwa tamko kwamba hakuna mtu anayeweza kumwangusha tena. Kamera ya ulimwengu ingefifia kutoka kwa hadithi yake, kelele ingepita, lakini mahali fulani katika kila roho ambayo ilitazama kuinuka kwake cheche ingebaki ukumbusho, kwamba wakati mwingine mbawa hutengenezwa kwa ukweli tu, ujasiri na mapenzi ya kuendelea kusonga, wakati kuanguka kungepaswa kumaliza wewe na kadri anga ilivyofunguka juu ya kilele cha kunguru Raven's Peak, mahali pa kushuka kwake sasa kuoga katika dhahabu ya asubuhi, Aliyah alifunga macho yake na kunong'ona kwa upepo, asante kwa kunishika, akijua kwamba hakuwa amenusurika tu kuanguka; alikuwa ameandika upya mvuto wenyewe.